Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba Rais wa nchi hiyo, Vladimir Putin, anasema ya nchi yake inakubaliana na, na kusitisha mapigano na Ukraine. Lakini hatua hiyo inapaswa kuleta amani ya kudumu na kuondoa sababu za msingi za mzozo huo. Putin alikuwa akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara ya mgeni wake kiongozi wa Belarus, Alexander Lukashenko. Awali Kremlin ilisema kuwa iko katika hatua za mwisho za operesheni ya kuiondoa Ukraini kutoka maeneo iliyoyateka huko Kruski. Mjumbe wa Rais Donald Trump Steve Witkoff yuko Moscow akiwakilisha Marekani katika mazungumzo yake na Urusi kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku thelathini. Nani atatoa amri ya kusitisha mapigano? Na amri hizi zitakuwa na thamani gani? Anauliza Putini. Akiongeza swali lingine, nani ataamua ni wapi ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unawezekana kutokea katika mpaka wa kilomita elfu mbili akimaanisha urefu wa mpaka kati ya Urusi na Ukraini. Maswala haya yote yanahitaji kuchunguzwa kwa kina na pande zote mbili, amesema, akiongeza kuwa wazo la kusitisha mapigano ni zuri na tunaliunga mkono kabisa, lakini kuna masuala yanayohitaji kujadiliwa.